Nimezuiliwa kusafiri kwenda kwenye msiba wa eh, baba Raila ambayo lenda kwenye mazishi na eh, nilipata taarifa hizi tangu jana kwamba kuna mpango wa kunizuia immigration ya Tanzania, kuna kipanga kunizuia na tangu jana nilipokuwa nasafiri eh, nilipofika Mwanza nimeona eh, kulikuwa na ukaguzi ambao sio wa kawaida. Hata nilipofika Magu leo asubuhi, gari yangu imekaguliwa yote, na yule aliyekuwa ananikagua akatoa signal kuambia wenzake kwamba huyu mtu amepita, na baadaye nilianza kufuatwa na gari nyuma, Land Cruiser ambayo ni dark blue, ambayo tumeachana makutano yenyewe ikaelekea njia ya Msoma, mimi nikaje hivi, lakini nilipofika kwenye boda ya Tanzania, wakati inaingia wamenikagua tena na wakatoa signal na baadaye nikafatwa na afisa mmoja anaitwa Sonda. Hapa wakati nakuja kugonga passport, amechukua passport yangu wamenizuia. Kwa hiyo hapa mnaniona niko kwenye one stop border hispania wamezuia mimi kusafiri bila sababu, kwa sababu hoja yake ni kwamba anasema mimi na kesi Tanzania, kwa hiyo usiruhusi kusafiri. Nimemwambia mimi nimetunga sheria, nimekuwa mbunge ni sheria gani inayosema mtu akiwa na kesi arusii kusafiri? Kwa sababu mimi natakiwa kwenda tu siku ya kesi mahakamani, nikimisi siku ya kesi ndio kuna shida. Nikamuuliza kama ana namba ya kesi, hana. Nikamuuliza kama ana barua yoyote kutoka mahakamani ya kunizuia, hana. Nikamuuliza nikamzui nani aliyemwambia, hana. Amechukua pasipoti yangu ameondoka nayo, na wamesema sirusii kusafiri kwa. Mimi niko hapa nasubiri wanipe maelekezo mengine. Eh, na eh, tujue ni kwa nini wananizuia mimi kwenda kwenye mazishi na haya ni mambo mabaya kabisa kwa sababu hivi eh, ni vitendo vilivyofanywa na wakoro kuzuia mtu kwenda kufanya, kwenye mazishi mazishi ni ibada amekufa kiongozi mkubwa sana wa, wa kimageuzi ambaye sisi wengine ni kiongozi wetu tuna mwenzi tuna, tuna mheshimu ndio maana tumesafiri all the way lakini la pili mimi sio mtu ambaye naweza kukimbia, mimi siwezi kukimbia nchi yangu nimesema tena na tena kwamba sitakimbia hata siku moja kwenye nchi yangu, kwa sababu hakuna kosa nalofanya. Kufanya siasa za upinzani sio kosa, kupinga serikali siyo kosa, kumpinga rais Samia kwa hoja siyo kosa. Kwa mimi siwezi kukimbia, nahitaji waniruhusu niende kwenye mazishi Bondo na kesho ntarudi. Kama wananihitaji basi wanichukue, vinginevyo mimi siondoke.